Nafahamu machungu ya kuwa ndani, mama waonee huruma wa Tanzania, wasamehe tu, maisha yaendelee, waonee huruma, hakuna anayetaka urais saizi, waonee huruma, wasamehe, najua shida mle ndani. Napumzika siasa rasmi kabisa, kama nake, unaacha kabisa swala la siasa. Kiukweli siutanikuta mi na harakati za siasa, siu nagombea ubunge, siu nini, hapana, inatosha. E, akija watu kwenye mji wangu wanataka ushauri tutashauriana. Kama watu 400 taarifa zinaelezwa nchini Tanzania, e, walikamatwa nchini kote na kuwekwa kizuizini na jeshi la polisi mara baada ya maandamano ambayo yalitokea hivi karibuni nchini Tanzania. Katika mkoa wa Njombe walikamatwa watu kadhaa, mmoja ya watu hao ni mwenezi wa chama cha ACT Wazalendo mkoa wa Zalendo, Njombe, mwanasiasa mashuhuri kabisa mkoani Njombe na Tanzania, ndugu Ali Mhagama Saga Saga. Sasa uh, ilikuwaje? Na pengine mustakabali wake sasa uko namna gani katika masuala ya kisiasa? Tuko naye hapa, na habari hii imekuwa ni kubwa sana, si Tanzania tu bali duniani kote na sasa hivi tuna taarifa nyingi mpaka za Umoja wa Mataifa ambazo tunaelezea hali ya masuala ya demokrasia kwa sasa nchini Tanzania. Allu Mhagama, uh, pole kwanza kabisa nikupatie pole na masahiba yaliyo yalikupata ndugu. Uh, mtangazaji ndugu mwandishi wa habari, nishukuru sana mnaniona salama. Nishukuru sana kwa kweli, nimepita katika wakati mgumu sana Jana e, ndo nimeikuta familia mm. Tarehe kumi na moja mm. e, lakini familia nimeachana nayo toka tarehe thelathini na moja mm. nikishikiliwa na jeshi la polisi kwenye vituo mbalimbali mbali. mm. e, imeniumiza sana kama Mtanzania, mazingira ambayo nilikuwa nayo mm. e, imeniumiza sana e, imenikatisha tamaa kiujumla yeah. e, imenikatisha tamaa kiukweli. E, kwenye katiba yetu, utaratibu wa kisheria, jeshi la polisi linapokushikilia e, ni masaa ishirini na nne mwisho arobaini na tano arobaini na nane unatakiwa upate haki zako zote, e, uwasiane na familia e, kama mdhamana pewe hata kama mdhamana haupo, lakini sheria iseme kwa hilo tukio ambalo lipo, lakini lakini huo uwazi, lakini kuto e, kuto kuonekana na familia zaidi ya siku sita. E, zaidi ya masaa mia kiukweli ni changamoto sana. Sasa hebu tueleze Saga Saga, ilikuaje, ilikuaje ukakamatwa? Ulikamatwa vipi? Ah, ndugu mtangazaji mi nikuwa mgombea kupitia chama cha ACT Wazalendo mm. Kata ya Mkongobaki wilaya ya Ludewa yeah. Niligombea yeah. Mm. na katika uchaguzi ule siwezi kusema labda kuna kitu kibaya kilipita mm. E, labda hatukujiandaa vizuri E, na sikuweza kudadisi popote pale. Tulipongezana na, na uzuri au ubaya, mgombea mwenzangu ni mwanafamilia, ndio mkwe wangu, nilikolea mke wangu e, nilimpongeza na nilikuwa mtu wa kwanza kupokea matokeo na yeye alikuwa kabla. Kupitia mawakala wangu tulijiandaa vizuri kutoa matokeo mapema, ili kushinikiza tume kama tumeshinda tuanze kushangilia. Kwa hiyo matokeo mimi nilipata mapema kabla ya mgombea mwenzangu. Nilipofika saa moja na nusu na matokeo nayo nikamfuata, nikampongeza, nikasema umeshinda, kuwa na amani. Kwa hiyo tarehe 30 hiyo, tarehe 29 tarehe 30, nilishinda Ludewa, maanake ndo kwetu. Kunjombe nina miaka kama 20, lakini nyumbani kwetu ni kule. Kwa hiyo ilipofika tarehe 30 nilishinda kule 31, narudi sijafika mji wa Njombe. Kwa hiyo jeshi la polisi lilikuwa na hisia kwamba ujio wangu wakati narudi ndio nyumbani kwamba nakuja kwa, kuitisha maandamano mji wa Njombe, kinyume kabisa. Mimi siagizwa na chama changu kufanya maandamano wa wala kiongozi yoyote yule, na mimi nimeshiriki uchaguzi, nimeshindwa uchaguzi, nimekubali matokeo, sijaleta vurugu kwenye maeneo yetu, hata mikutano ilikuwa mizuri. Inaniumiza sana msikiliza uki, ukimsikiliza uki John Heche, yeye anasema eh, ni kama alivyokamatwa na ndivyo alivyoachiwa, hakukuwa na makubaliano yoyote ambayo pengine amefanyika baina yao we kwa upande wako unasema una nini ulivyokamatwa? Kuna mahojiano yalifanyika baina yako? Je, pengine kuna chochote e, ambacho uliagizwa cha kufanya e, au kulikuwa kuna makubaliano yoyote pia kuachiwa kwako? Na mpaka sasa hivi e, hali ya kuachiwa kwako ikoje? Uko huru au bado upo katika kizuizi kwa namna moja ama nyingine? Mimi nimeshikiwa kituo cha Uwemba hujaingia mji wa Njombe nikitokea Ludewa ambako nilifanya uchaguzi nilikozaliwa kwa sababu familia walitaka nifanye nigombe kule. E, pale kwenye kituo cha Uwemba sikufanya mahojiano yote ila walinipekua jeshi la polisi, na baada ya hapo nilifanyiwa uhamisho utaratibu. Nilidhani kwamba ilitakiwa kituo cha polisi Njombe mjini, lakini gari linipitiliza mpaka wilaya ya Wanging'ombe, kituo kikuu cha Wanging'ombe ndo nikawekwa kizuizini na mahojiano madogo yalifanyika kule kutaka kunifahamu vizuri nivo mm. Ehe, mahojiano makubwa baada ya siku zaidi ya sita yamekuja sasa, ndo na familia inanikuta sasa. Nikarudi na chama changu cha ACT Wazalendo. Nimshukuru Bwana Maragande kufuatilia kumtumia taarifa mm kwenye simu yake ya mkononi akijua ninashikiliwa na jeshi la polisi, kwamba nahakikisha napatiwa haki zangu kwa sababu Mheshimiwa Aragande ni, ni, ni, ni, yupo upande wa ndani wa sheria eh, haki za binadamu na utawala bora. Kwa hiyo wakaniambia barua chama kinakufuatilia na familia nakufuatilia, ndio nikafanyiwa mahojiano marefu sasa. Baada ya hapo, uh, jana ndo tumepelekwa kutoka tarehe 31 jana tumepelekwa mahakamani. Mwanasheria wa serikali alipeleka ombi dogo kwa nyama. Kwa hiyo mak... baada ya chama changu kushinikiza kwamba na kichwa napatiwa haki zangu zote za msingi kama sheria inavyotaka, mdhamana kukutana na familia. Wanasheria walipeleka kesi yetu mahakamani tukiwa na wenzangu, kwa hiyo mwanasheria wa serikali alitoa ombi dogo mahakamani kwamba kama tutakubaliana na sisi washitakiwa, kama hatutapinga hilo kwamba e, tukubaliane ndani ya miezi sita e, tusifanye makosa aina yeyote ile e, na bondi ya kudhaminiwa au kujidhamini ambayo ina, inataka cha kwanza kudumisha amani e, kwa hiyo wale ambao wanakubaliana, kwa hiyo tutakubaliana kwamba kwa kila mwanzoni mwa mwezi Jumatatu ya kila mwanzoni mwa mwezi tunaripoti kituo cha polisi na tunatakiwa tusiondoke nje ya mkoa, kila mmoja na mkoa wake, tukana tuokamatwa bila taarifa ya RCO. Kwa hiyo ndio hivyo. Kwa hiyo nikitaka kwenda Dar es Salaam lazima niripoti, nipata kibali kwamba nipo huko ndani miezi sita. Kwa hiyo adhabu yetu hii maanake ni kifungo cha nje, kwa ujumla kinakwenda kuisha mwezi wa tano. Ni tuhuma hizi, si ndio eh? na ni wengi ambao wamekamatwa, si ndio eh? wewe unadhani ulikuwa unastahili kukamatwa? Hapana kabisa. Simu yangu amechunguza, hakuna alichokikuta chochote hata cha kuitumu serikali. Mwandishi wa habari, simu ipo wazi na mitandao mingine sipo. Ukikuta Facebook usijaingiza cha siasa chochote kile, mambo ya marafiki tu basi. Nitachati na, na, na mbembati nitachati na Mfaume nitachati na Jofu huko tu wamechunguza kila mahala, wameangalia kama kuna kolu yoyote ambayo inawasiliana, sina na vyama vingine ambayo nahisi labda vimeanzisha ma, ma, ma, maandamano. Sina mawasiliano, hakuna walichokikuta. Lakini sasa hisia tu, labda nguvu nilionayo wanaamini ninaweza kuanzisha maandamano Njombe yakakubalika, ni hisia tu, lakini sina tuma yote ile. Watu wamekuwa wakitamani kusikia, kwa mfano katika taifa wamekuwa wakitamani kusikia walau kauli ya rais, si ndio? Eh, kuhusiana na haya masuala ambayo yanazungumzwa, pengine ya maridhiano na hata watu pengine kuachiwa, sababu tunaona pia mpaka mashirika makubwa ya kimataifa, si ndio, yanataka baadhi ya watu kuachiwa. Kwa hiyo kuna baadhi ya watu wanatazamwa kama huenda wanaweza kawa msaada, si ndio, wakitoa kauli zao. Wewe ukiangalia Njombe, unadhani pengine kwa sakata ambalo hili limewakuta ni nani ambaye ameweza kuwa ni msaada, ni, ni kwenu walau anaweza kuwa pengine akasababisha eh, uwe katika hali uh, ya hasa ambayo mimi ni imani yangu tu eh, nina mahusiano mazuri na viongozi wa mkoa. <yelikion> mimi nahisi uwepo wangu nje mkuu wa mkoa amechangia, anafahamu mimi naishi vipi na jamii anafahamu naisaidia vipi serikali, hata kwenye matukio ya kiutafiti. Hisia zangu mkuu wa mkoa amechangia nikuwepo <yelikion> salama kuwepo nje au kuwepo salama hata mle ndani, mimi sijapata um, sijapigwa sijafanyeje e, kama chakula nimehudumiwa vizuri, chenye ulinzi mkubwa. Hisia zangu nampongeza tu, hajasema mkuu wa mkoa amenifanya mimi niwe salama. Hilo e, la kwanza, lakini la pili kwenye maridhiano, mimi ndo najua shida za mle ndani, kutoona na familia. Rais mama Samia aone huruma wa Tanzania, naongea toka moyoni kutoona na familia mle ndani kupewa makesi makubwa si kutoka kwenye nchi yetu. Ina, inauma sana, ataweza kupatiwa chuki kubwa sana na Watanzania. Wasamee Watanzania, awahurumie, nafahamu machungu ya kuwa ndani. Mama waonee huruma Watanzania, wasamee tu, maisha yaendelee, waonee huruma. Hakuna anayetaka urais saizi, waonee huruma, wasamee, najua shida mle ndani Sijajua ni maagizo ya rais au jeshi la polisi. Mimi sijapigwa, lakini nawajua watu waliopata shida mle ndani. Kuna watu wanashindwa hata kutembea, waone huruma watu wa Tanzania, nchi iendelee, tuangalie chaguzi zinazokuja, tuende kwenye maridhiano, tukae. Nchi yetu ni nzuri kuliko vyeo, kuliko kitu kingine, tupendane. Napenda sana kwa kweli hili na kupigia magoti sana rais wetu, waone huruma wa Tanzania, wasamehe bure. Najua shida za kuwa mle ndani ukutana na familia yako na ndugu wiki nzima <coughs> ni na siku kumi na mbili chini ya jeshi la polisi. Familia ikija kuleta poli, chakula hakuna kuongea nao inauma sana kwa kweli na doktor, pole sana dokta. Sasa hebu uh, uh, tuangalie basi mustakabali wako wa masuala ya kisiasa sasa, sasa unatueleza una nini pengine umekusha rudi sasa huko na familia Uh, na familia yako umekuta katika hali gani, na upi mustakabali wako sasa wa masuala ya kisiasa? Asante sana. Jambo la kwanza kabisa ni shukuru sana viongozi wangu wakiongozwa na mheshimiwa wa Rabach Geoffrey Rabach, mwenyekiti wa jimbo la Njombe mjini, yupo hapa ameungana na familia kunipigania, kila ofisi, kila vituo unifata nayo, imesaidi kuonekana kwamba kuna, kuna, kuna, kuna watu wapo nyuma, lakini wametoa mawasiliano na viongozi wangu wa kitaifa mheshimiwa Maragande haki za binadamu na utawala bora barua nienda kuikuta kwa mpelezo wa wilaya wakiniambia, chama kinanipigania. Nikishukuru sana chama changu kwa ushirikiano, niwashukuru sana marafiki na, na jamii ya Njombe yote, kwa sababu jana nashuka nilikuwa kama kituko, watu wanashangaa Saga Saga ametokea uraiani, watu wamelia. Nilikuwa napeleka kichwa saluni kunyoa, hawaamini kama mimi ni mzima, kutokana na madhia wa Tanzania wengi, basi usipoonekana, basi wanakuwa na fikira nyingi. Kwa hiyo ni shukuru nishukuru jamii ya Njombe, marafiki, chama changu na familia yangu, niwashukuru sana. Kwenye siasa kiukweli, toka moyoni, nimefanya kazi na Mwinyi, nimefanya kazi na Mkapa, nimefanya kazi na Mheshimiwa Kikwete, nimefanya kazi Gufuli, na Mheshimiwa Magufuli na sasa tupo na mama. Kwa mchango wangu katika taifa ni miaka thelathini na nne, nimefanya siasa, inanitosha sana sasa, na watoto wakubwa wanaonitegemea na wanaweza kufanya siasa. Uh, sisi kwenye chama chetu cha ACT Wazalendo tunasemaga siasa ni maisha kwa sababu kila kitu ndio siasa. Kwangu mimi naona siasa ni mateso. Siasa ni chuki, siasa ni vita, siasa ni mabomu, siasa ni bunduki, siasa ni kutekana. Sasa inatosha. Kwa hiyo nataka kufanya shughuli zangu. E, sitaki kugombana na serikali wala na wanasiasa wenzangu. E, najua nitawaumiza watu wengi lakini kusema kweli kutoka sasa napumzika siasa, nataka kufanya mambo yangu. Na unapumzika manake unaacha kabisa swala la siasa? Kiukweli sita utanikuta mimi na, na, na harakati za siasa mm. si nagombea ubunge si nini? Hapana, inatosha. os mm. Eh, akija watu kwenye mji wangu wanataka ushauri, tutashauriana mm. Eh, kama nina chochote nitawapa mm. Lakini mimi kushika bendera mstari wa mbele kwenye siasa, sasa inatosha. Taifa langu limenisaidia, hivyo vinatosha. E, pengine wengine aweza wakasema pengine, mbona Saga Saga nakutana saga, na mtihani mdogo tu kufungwa kama habusu tu siku kumi wakati kinalisu wanakaa miezi na miezi e, e, wiki moja tu inaweza ikatafsiriwa ik, ik, ik, ik, kwamba pengine nuvaifu. ni udhaifu ni kweli, ndugu mtangazaji hmm. Kwa mtu mwenye taswira kubwa, hii ilikuwa kiki kubwa sana hmm. E, kiki kubwa sana hakuna kitu kibaya mimi mtu kugusa familia yangu nashindwa kuongea fanya mambo yote lakini sio ikute inatosha sana yani, unapotafsiri siasa ni uhasama na kizingatia, mi siatisha maandamano na sijaandamana, na sikufika Njombe, nazuiliwa toka kwenye wilaya nyingine, narudi kwenye familia, mke nimemkuta huko serikali na kutazama tofauti inatazama, ili nimeliona kwa kweli nipumzike. Sijui, sijui najua nimeongea marafiki zangu wengi wananifahamu kwamba ni, ni kitu ambacho hakijatokea eh. Inawezekana siasa ikabadilika na nikuwe nikarudi kwenye siasa, lakini leo niseme siasa nimeacha leo ni, wananjombe wajue nchi ijue mimi Saga Saga siasa leo naacha. Kushawahi kukaa uh, uh, polisi magereza uh, kwa kesi za kisiasa au huu ndio mkasa wa kwanza kwenye mambo ya siasa? Ee eh, maandamano Njombe yote ambayo yalizizima Njombe ni kwa mwanzilishi, yalikuwa ya amani wakati wa Kikwete na hatukuharibu vitu, na nimekuwa mtu mzuri sana kuongoza maandamano Njombe. Watu wa Njombe ni mashahidi, nikiwaelekeza raia tunaandamana hivi, hakuna niyapasua hata yai la mtu. Tumeandamana vizuri, tunayafunga vizuri, tunawashana na jeshi la polisi, na tuliandamana mpaka jeshi la polisi walipowajeruhi na kumuua mtu ambaye alikuwa raia mwema hiyo tulipeleka ujumbe wakati wa mheshimu wa Kikwete, ndio hivyo. Kwa hiyo vitu vidogo vidogo masaa mawili kama a, lakini naangalia sasa. Haujawahi kufungwa ama ushawahi kufungwa? Sijawahi kufungwa, eh, mara, mara ya kwanza. Na kibaya zaidi ninavyotoka uraiani hmm, napata habari ambazo haijawahi kutokea mimi tuka nazaliwa. Matukio ya kiuchaguzi kutokea Tanzania kwa mara ya kwanza, mara ya kwanza yamenichafua sana taifa letu. Mimi naona tunako kwenda, sio kwenyewe kabisa. Kwa mara ya kwanza, kwa mara ya kwanza, napata picha na sijaishika simu kubwa nitakikuwa na nini. Kwa kweli imenikasha tamaa kabisa kwenye siasa, wacha nifanye mambo yangu sasa. Eh, tunapokamilisha, unamwambia nini uh, katibu mkuu wako ambaye sasa ni mbunge Ado? Ambalo nataka Watanzania wajue mimi bado ni mwanachama wa ACT Wazalendo, kadi yangu ninayo, hilo nataka walijue sana kwa sababu naweza kutafsiri tofauti. Hilo ni mwanachama kama wanachama wa wana kawaida, unakuwa mwanachama chama, kikikuhitaji ufanye usaidie kitu, tunasaidia. Hilo la kwanza, kadi yangu ninayo na siwezi kuitupa na sijahama chama, nimeacha kufanya shughuli za kisiasa. Mambo ma mazito ndo nakaa kama kawaida. La kwanza, la pili, nimpongeze sana Mheshimiwa Ado, nilimtafuta narudi rudi, nilipata taarifa moja, waandishi wa habari sikupata. Nimpongeze sana, nimwombe sana apande mbegu na mabunge wengine tulitegemea sana Zito angeshinda, maana ange angekwenda kuwa mwalimu wa wabunge wachache hao, kwa sababu chama kingekuwa kikubwa sana. Kwa hiyo wabunge walioshinda na washukuru sana wa, watumikie wananchi wasikitumikie chama chama. Hata kama tuna wabunge wachache kama ni nane ni ngapi, waone faida waiki chama ili baadaye ionekane na sisi ambao tumetoka kwa chama tumepanda mbegu nzuri, hilo la kwanza. Lakini kiongozi wangu wa kitaifa Mheshimiwa Dorothy anisamehe sana, najua itamuumiza sana kwa sababu taswira ya Njombe ndio wanajua Saga saga itamuumiza sana, lakini najua mimi laki ni mwanachama wake, lakini majukumu makubwa ambayo nafikiri hata kama wamenipa, wafike mkoani Njombe wafanye utaratibu mwingine, mimi ninapomzika na ambao wanajua ni majukumu gani, chama kinajua ili chama kisiteteleke, watu waendelee nacho vizuri. Mheshimiwa Zito, Mheshimiwa Mpina Mpina, nampenda sana, ndio rafiki yangu mkubwa sana, ni mmoja wa watu wa kwanza kumshawishi agombee nafasi ambayo ilikuwa nayo. Kwa hiyo niombe niseme waendeze gudumu. Mimi nina umri mkubwa kabisa, na watoto ambao waweza kufanya siasa wataweza kufanya siasa, lakini ndo hivyo. Kwa hiyo mimi ni mwanachama wao, lakini siasa za majukumu ya kwenye majukwaa kwa kweli zimekoma sasa.